Akolugha lugha ishara ni Wilson Ochuka, karibu. Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga amejiuzulu rasmi kama naibu mwenyekiti wa baraza la magavana nchini, akisema matamshi yake ya hapo jana yaliyoonekana kushabikia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga yalieleweka vibaya. Aidha, si mara ya kwanza kwa gavana huyo ambaye ana ulimi telezi kugonga vichwa vya habari kwa matamshi yake, kama anavyotuarifu Emmanuel to Saa eh, chache tu baada ya matamshi yake yaliyowasha moto nchini, gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga aliibuka na taarifa, akianza na kuomba radhi kwa matamshi yake ambayo anasema anajutia. Gavana huyo aidha akitetea baadhi ya semi zake. What I meant is that under the current broad-based government, we have seen skewed development and politically the loss of the right honourable former prime minister Raila Odinga sends everyone back to the drawing board. Kiongozi huyo akikamilisha kwa kusalimu amri na kujiuzulu kutoka kwa baraza la magavana. And as a result therefore I have decided that with immediate effect Kahiga ambaye amekuwa mwalimu wa shule ya msingi kwa zaidi ya miaka 30 aligonga vichwa vya habari Jumanne jioni baada ya video kuibuka akiwa kwenye mazishi katika kijiji chake eneo bunge la Kieni, kaunti ya Nyeri, akisema kwa lugha ya Kikuyu kwamba kifo cha Raila kimeleta afueni kubwa kwa eneo la mlima Kenya. Hata hivyo hii si mara ya kwanza kwa gavana huyo kumulikwa kwa kuwa na ulimi telezi wa kuwasha moto. Mnamo tarehe 11 mwezi Februari mwaka huu Kahiga ambaye jina lake linamaanisha jiwe, aligonga vichwa vya habari tena katika ubora wake wa kuchoma gavana huyo akitoa semi za kudhalilisha jamii ya Wamaasai aliporejelea uhusiano kati ya eneo hilo la Mlima Kenya na Rais William Ruto baada aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutimuliwa afisini. Ha, haiwe na William Ruto tumane siku kadhaa baadaye aliibuka tena, wakati huu akiwa amevaa mavazi ya Kimaasai akiomba msamaha. Ikawa pia ishara ambayo unaniona nimevaa siku ya leo kuonyesha kwamba mimi sijaweza kudhihaki, sijaweza kudharau, sijaweza kuchukia mavazi ya Kimaa. Kama mbaya? mwezi Mei mwaka jana Kahiga pia alikuwa kwenye barabara hiyo ya uchochezi akirejelea mpango wa kumtimua Gachagua kutoka katika wadhifa wake wa naibu rais. We will not allow our son to go through that. At all. Kama mbaya? Kama mbaya? Kama mbaya? Emmanuel Toro, runinga ya Citizen.